Tukio la mauaji ya watu katika kanisa la mchungaji Paul Mackenzie katika eneo la Shakahola huko Kilifi, Kenya, kilitikisa taifa kwa njia isiyo ya kawaida. Hii ni kwa sababu watu waliotoka pembe zote za taifa walikwenda katika kanisa la Mackenzie, Good News International lililokuwa katika msitu wa Shakahola karibu na mbuga ya wanyamapori ya Tsavo ambako walifunga hadi kufa. Lakini wajua hiki siyo kisa cha kwanza cha waumini kufariki kutokana na kile kilichodaiwa kuwa imani potofu. Tazama, Paul Magu alikuwa ni wakili wa Nairobi, tajiri mwenye ushawishi mkubwa mjini Nairobi na sehemu za Kiambu. Kwa jumla, alifahamu sheria. Alipoongea Kiingereza kilimtoka kwa pua, huku akiwaita wenzake learned friends. Kwa hili aliheshimika katika kumbi za mahakama nchini Kenya. Kwa nje alikuwa mtu mwenye haiba kubwa, utajiri, nguo nzuri, mke mrembo na watoto wa kupendeza waliotamanika miongoni mwa nyuso za umma. Ila kwa ndani alikuwa na kitu kilichomsumbua. Je, ilikuwa ni msongo wa mawazo? Alikuwa ni mgonjwa? Je, mke wake alikuwa anamsumbua ama imani aliyokuwa ameshikilia ilimfyonza? Mpenzi wake wa kando, ambaye ilisemekana kuwa kasisi wake, alimkoroga akili Pengine maswali haya yote ndiyo siku moja katika mwaka elfu mbili na kumi na nne yalimsukuma kufanya kitendo ambacho kiliwashangaza wengi. Kutokana na kilichodaiwa kuwa ni imani potovu, aliamua kuwaua mke wake na watoto wake watatu, wakiwemo msichana mmoja na wavulana wawili, kwa madai aliwatoa kafara familia yake. Haikujulikana wazi ni nini kilichopelekea mauaji hayo, lakini katika kitovu cha uhalifu huo ambao ulitikisa msingi ya familia alikuwa ni mhubiri mmoja wa kike na kanisa mmoja lenye msingi wake nchini Nigeria. Mauaji matambiko ya kishetani, damu na mambo mengine ya kushangaza yaliyohusika katika mauaji hayo. Magu alimuua mkewe Lydia, watoto Allen mwenye umri wa miaka 9, Ryan umri wa miaka 8 na Tifani mwenye umri wa miaka 6. Kisha asubuhi ya Jumapili, tarehe 23 Novemba mwaka 2014, alijirusha kwenye basi lililokuwa kwenye kasi katika eneo la Ngoliba kwenye barabara kuu ya Thika kwenda Garisa. Magu ambaye alikuwa anaishi katika mtaa wa kifahari wa Kenya Pipeline mjini Thika alikuwa amemtuma mfanyikazi wake wa nyumba kununua soda katika kiosk moja mtaa huo. Aliporudi mfanyikazi huyo kwa jina Njoki aliagizwa kwenda kununua unga mjini Thika na aliporejea baadaye hakumpata mkewe Magu Bi Lidia, ila alipouliza aliambiwa alikuwa ameenda maombi. Bi Magu hakurejea nyumbani ilivyotarajiwa, na kufikia Jumatatu iliyofuata hakuwa amerudi. Siku ya Jumatatu, Magu alimwamrisha mjakazi kuwatayarisha watoto wake watatu, kwani alitaka kuwapeleka mahali na akaondoka nao mwendo wa saa nne asubuhi siku hiyo ndiyo mwili wa Lydia uliokuwa na majeraha na ishara za kuchomwa ulipatikana kwenye kichaka karibu na mgahawa wa Paradise Lost Haven katika eneo la Kiambu. Jumatano iliyofuata, Magu alijirusha mbele ya basi lililokuwa kasi likamvyoga karibu na Ngoliba kwenye barabara kuu ya Thika Garisa. Dereva wa basi hilo alisema kuwa Magu alijirusha mbele ya basi, huku gari lake likipatikana limeegeshwa kando ya barabara bado likiguruma. Siku ya Alhamisi, ndugu yake Magu alienda kupiga ripoti polisi kuhusu ndugu yake aliyepotea, ila akakutana na gari lake kituoni na kuambiwa kuwa Magu alifariki baada ya kuhusika kwenye ajali na mwili wake ulikuwa umehifadhiwa katika chumba cha mauti cha Thika. Makoti matatu ya watoto wake yalipatikana kwenye gari hilo, huku familia ikianzisha kampeni mtandaoni za kuwatafuta watoto hao mwili wa Tifani mwenye umri wa miaka sita ulipatikana siku mbili baadaye ukiwa umechomwa kwa tindikali yaani acid karibu na eneo la Tatu City karibu na mji wa Ruiru, jimbo la Kiambu. Mnamo Disemba 3 mwaka 2014 polisi walipata miili ya wavulana wawili wa Magu, Allen na Ryan, karibu na pale mwili wa dada yao ulipatikana. Kwenye uchunguzi polisi waligundua umwagikaji mwingi wa damu na ishara za kuchomwa katika nyumba ya Paul Magu. Jambo ambalo liliwashangaza wengi ni vipi, mtu msomi na mwenye heshima katika jamii angeufanya unyama huu? Inadaiwa Magu alikuwa muumini wa kanisa moja lenye misingi yake nchini Nigeria, lililokuwa chini ya uongozi wa kasisi wa Nigeria marehemu TB Joshua. Aidha, kanisa hilo lilidaiwa kutekeleza tambiko za kishetani na kishirikina, jambo ambalo linaogopesha, hasa kuhusiana na kujihusisha na makanisa yasiyojulikana asili yao. Kwenye sakata hii yote ilikuwa An Wambui wa Nyoro wa kanisa la Bethel Thika, ambaye alikamatwa baada ya polisi kufuatilia mienendo ya mawasiliano na Magu. Inadaiwa An aliwasiliana kwa mapana na marefu na Magu kabla ya kisa hicho cha kuvunja moyo. Kwa mjibu wa mamake Magu, bikezi ya Wambui aliwaona Wanyoro akiwa na Magu mwaka elfu mbili na nane ambapo baada ya muda waliingia urafiki mkubwa. Uhusiano huo ulipelekea Magu kuhama kanisa lake la awali la Faith Evangelistic Ministry na kujiunga na kanisa la Nyoro kwa jina Showers of Praise Ministry. Mamake Magu alisema aliachana na Wanyoro baada ya tukio ambalo washirika katika kanisa lake siku moja walipoanza kuanguka na kutapika baada ya ibada iliyoongozwa na Wanyoro. Ushahidi uliotolewa mahakamani ulidai kuwa huenda Magu alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na bii Wanyoro. Mamake Magu alisema aliwahi kuwapata pamoja mara nyingi katika hoteli eneo la Thika na hata sehemu za Gatundu. Wambui aliambia mahakama kuwa punde tu Magu alipopatana na Wambui aliacha kumtembelea na hata kuwajulia hali, aliacha hata kupiga simu. Nikimnukuu, niliamini walikuwa na uhusiano usio wa kawaida na Wanyoro, Bi Wambui alimwambia hakimu mkuu Justus Kituku, huku akiongeza kuwa alipoona hali ilivyokuwa alijiondoa. Nyoro aliyeshtakiwa kwa makosa mawili ya kumsaidia Magu kujiua na hata kuhusika na vifo vya mkewe Magu, Lydia, watoto Allen, Ryan na Tiffany, aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni mbili na kesi kuanza rasmi mwaka elfu mbili na ishirini. Wambui aliambia mahakama kuwa alifahamu kuhusu kutoweka kwa mwanawe akiwa mjini Mombasa, pale alipochukua ndege na kurudi mjini Nairobi kufuatilia jambo hilo. Alipofika alipata habari kuwa miili ya Magu, mkewe na watoto wao watatu ilikuwa imepatikana katika sehemu mbalimbali katika kaunti ya Kiambu. Dadake mkewe Magu b Ester Wanjiru Njenga aliambia mahakama kuwa alikuwa amefanyia Magu kazi kama kijakazi kwa muda wa miaka mitano. Alisema siku chache kabla ya kifo cha dadake alipata njozi mbaya, ambapo dadake alimwambia alimwonea wivu kwa kuwa hakuwa na mali nyingi, ila aliishi maisha ya furaha ingawa hakuwa na utajiri mwingi. Wanjiru alisema alikosana na familia ya dadake kwa sababu alishutumiwa kutosikiliza sauti za manabii na kuleta mafarakano katika kanisa alisema kuwa Magu na mkewe Lydia walikuwa ni marafiki wakubwa wa Nyoro na hata waliwahi kusafiri hadi nchini Nigeria kuhudhuria kanisa la Shawas Church ambako walinunua maji ya upako. Cheti cha usafiri cha Magu ambacho kilipatikana nyumbani kwake baada ya kifo chake kilionyesha kuwa alikuwa amesafiri nchini Nigeria mara kadhaa. Chumba hicho pia kilikuwa na madhabahu, mahali ambapo jamii na mfanyikazi wao wa nyumba alisema kuwa Magu alitumia muda mwingi wakiwa pamoja na Wanyoro. Kulikuwa pia na vitabu na CD za mafunzo kuhusiana na laana, taabu, umaskini na mateso na utajiri. Magu aliandika ujumbe wa kifo akisema kuwa hangeishi tena maisha ya taabu na kejeli na dharau, na alikuwa amefika mwisho. Yamkini huenda alisumbuana na mkewe kutokana na uhusiano wake wa kimapenzi na kasisi Wanyoro. Kasisi Wanyoro alizuiliwa katika kituo cha polisi cha Mudhaiga na mahakama ikaruhusu azuiliwe kwa muda wa wiki mbili. Kwa mjibu wa uchunguzi, polisi Magu alinuia kumwachia Wanyoro sehemu ya utajiri wake katika wasia ambao alikuwa amempatia wakili wake. Haikuwa wazi ni kwa nini alitaka kufanya hivyo. Taarifa kwa mahakama ilisema kuwa Wanyoro alikuwa nyumbani kwa Magu kwa muda wa siku nne mfululizo, kati ya Novemba 16 na Novemba 19 huku akifanya kile kilichosemekana kuwa ni matambiko ya kishirikina. Ilisemekana kuwa hata baada ya kifo cha mkewe Magu, mshukiwa alikaa na wakili Magu huku akitembelea sehemu tofauti tofauti pamoja Hakimu Bi Kathrin Olwatch aliwapatia polisi muda wa siku nne kumzuilia anu huku wakifanya uchunguzi. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa rasmi mwaka elfu mbili na ishirini na hadi tukienda mitamboni haikuwa wazi kama ilikamilika.